Leo watu wengi wamekimbia nchi, mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie, kina mwakipesile wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao, maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiza niwaambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana wewe. Hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaliana na wewe. Na pamoja na kwamba ni waumini wako wa kukusema sema, wapo wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi lazima uwe na kaleji ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka watu utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi, baada ya kushinda uchaguzi kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu, ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amken, nasema tena, this is a last wake up call, hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba kwa amken tutapoteza nchi. Kataa utekaji, disappearance of persons. kwa mimi siamini kabisa kama kwa vyombo h--havifahamu ha, lakini vyombo Tangu mwanzo nimesema sio vyombo, lakini kuna kakitu fulani ambako huwezi kugusa kwa, kwa sababu kuna watu wengine wanapotekwa, wanakuja wanaelezea. Kwa mfano kuna huyo bwana aliyetekwa yule Satifa nafikiri, ambaye alipelekwa anasema mpaka Katavi, pigwa risasi, akaachwa kule mahali. Aliporudi anaelezea kabisa, nilichukuliwa Dar es Salaam nikapelekwa mahapa, anaelezea. kwa hiyo haiwezekani kwamba watekaji hawa hawafahamiki kabisa, no, wanafahamika lakini kwa nini hakuna desperate means za kuwapata? Why? Mtu anaweza kunijibu kwa unafiki akanijibu asema hey, wewe Gwajima bwana, hawa watekaji unasema wanafahamika basi tuambie ni kina nani? Ndugu yangu Mo alitekwa pale Korosiam wakati ule, mimi nilipiga kelele, rudisha Mo. Kama unabisha nenda kwenye YouTube, nilisema mrudisheni Mo na wakati rais alikuwa Magufuli wedha, Magufuli wedha yeyote, utekaji haukubaliki any time. Wakati kina Roma Mkatoliki wana, wanatekwa, mimi nipiga kelele. Wakati utekaji ulikuwa umeshamiri, nilipiga kelele tangu wakati wa Magufuli na wakati huu, sikubali utekaji kwa mambo mema ambayo mtu anafanyia. Tanzania ni yetu sote, it it does not belong to to a single entity, it belongs to all of us. Tanzania ni yetu sote, si mali ya mtu mmoja, ni mali ya watanzania wote. Siasa huja na kuondoka, na wanasiasa huja na kuondoka, lakini Tanzania inadumu vizazi hadi vizazi.